Wesu Mchepange ni kaimu mkurugenzi wa hospitali ya rufaa ya kanda Mbeya, lakini pia ni mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya tamasha la michezo na vipaji la hospitali ya rufaa ya kanda Mbeya. Leo hii tarehe tano mwezi wa sita 2025 tuko hapa katika viwanja vya kumbukumbu kumbu ya Sokoine tukiwa tumeanza msimu wa pili wa tamasha la michezo na vipaji la hospitali ya Rufaa Kanda Mbeya ikiwa ni msimu huu wa 2025. Hili ni tamasha la kila mwaka ambalo tumelianza mwaka jana linalowahusisha watumishi tu wa hospitali ya Rufaa ya Kanda Mbeya. Uh, lengo ni kuwaweka pamoja watumishi wa hospitali yetu ya Rufaa Kanda Mbeya, uh, katika mazingira rafiki, lakini kuweza kushiriki katika michezo, uh, kuzoeana Uh, kwa sababu hospitali yetu ina watumishi wengi sana, ina watumishi zaidi ya elfu moja. Uh, ni vigumu sana kupata wakati wa pamoja. Sasa tumeanzisha tamasha hili ili kuweza kuwa pamoja, lakini pia ili kushiriki michezo mbalimbali kuimarisha afya zetu. Sisi kama watumishi wa afya tunasisitiza sana swala la kujikinga na um, magonjwa mbalimbali, hasa magonjwa sugu yasiyoambukiza ambayo miongoni mwa njia ya kujikinga ni kufanya mazoezi. Sasa sisi kama watumishi wa afya lazima tuoneshe mfano kuwa mstari wa mbele. Kwa hiyo tumekutana hapa ili kuonesha mfano huo, ili tunapowashauri wengine sisi tuwe tunaonesha uh, jambo hilo. kwa mfano uh, tamasha hili litakuwa ni la wiki nzima, kuanzia leo tarehe 28 mwezi wa sita uh, mwaka 2025, lakini tutahitimisha tarehe tano uh, mwezi wa saba mwaka huu 2025, takriban siku nane tutakuwa hapa. Kwa tarehe tano itakuwa ni kilele na michezo mbalimbali uh, ina, inashindaniwa hapa uh, kuna mpira wa miguu kuna mpira wa wavu, mpira wa kikapu, mpira wa pete. lakini pia kuna vipaji mbalimbali ambavyo vita, vitaonyeshwa hapa, lakini kuna, kuna michezo mingine midogo midogo uh, kama vile karata, drafti, bao na kadhalika, kuna kuvuta kamba uh, na michezo mingine mbalimbali, kuna soka la wanawake pia uh, tumeshuhudia hapa mchezo wa soka la wanawake kati ya hospitali uh, ya rufaa ya kanda kuu kwa maana main, lakini pia na, wamecheza na Meta. Uh, lakini pia kutakuwa na pambano la kukata na shoka la watani wa jadi kwenye siku ya kilele, mashabiki wa Simba wa hospitali ya Rufaa ya Kanda Mbeya dhidi ya mashabiki wa Yanga wa hospitali ya Rufaa ya Kanda Mbeya. Tunataraji uh, pambano hilo litakuwa la kukata na shoka kabisa. Uh, wamekuwa wakitambiana sana katika makundi yetu ya kijamii huko, sasa tunataka kuona wao wenyewe wakicheza sasa katika, katika mpambano huo wa tarehe tano. Kwa majina naitwa Njama Abdalla ni mfanyakazi wa hospitali ya Kanda ya Rufaa, kitengo cha kinywa na meno. Kwa tamasha hili la wafanyakazi, limekuwa ni zuri sana na limetuhamasisha wafanyakazi, na mimi nimejisikia furaha sana kufanya mazoezi leo na kushiriki michezo hii. Ni kweli tulijiandaa. Niwapongeze uongozi kwa maandalizi mazuri. Hii ni season ya pili na naona imekuwa ya mafanikio makubwa, tofauti na ya mwaka jana. Tumejumuika pamoja, tuko wafanyakazi wengi. Kwenye michezo hii imetutambulisha, tumetambuana kwa wale ambao hatutambuani. Kwa hiyo ni kitu kizuri na kinapendeza, na tunawaomba viongozi wetu waendelee kututanisha, hii sio kwenye kazi tu basi, hata kwenye michezo. Kwa majina naitwa Pascalia Kafungawazi wazi, ni captain wa timu ya wanawake maini. Leo tumeshiriki mchezo wa mpira wa miguu, timu ya wanawake zidi ya meta na tumeweza kushinda goli tatu kwa sifuri. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hili tamasha ambalo limeandaliwa na mkurugenzi wetu wa hospitali ya rufaa ya kanda Mbeya. Kwa kweli ni hamasa kubwa sana, tunafurahi sana. Niwaombe pia watumishi wengine waje kushiriki katika michezo mbalimbali inayoendelea hapa, kwani ni michezo ambayo inajenga afya. Niwashukuru sana wote wanaohudhuria kwa ajili ya kushiriki kuangalia michezo inayoendelea mahali hapa. kwa majina anaitwa Ipyana Samuel. Sisi ni team meta. Ukweli ni kwamba tunakiri tumepigwa. <laughs> Hongera mpinzani wetu, pia tunawahamasisha wanawake wenzetu kushiriki michezo. Michezo ni mazoezi, tunakata mafuta, hilo ndo oni langu.